Simba kaitu wa mfuko wa nyuma, mtu bo shuga kwa anapasua na pasua akakosa tu ubora. Yani kuna wakati mtu bo shuga walikuwa bora sana, sema tu wale mkosa star boy wao x factor kwa kuweza kufunga katika ule mchezo. Mimi ninakwambia kuna kuelekea, kuna kuelekea simba inakwenda kufa, wanacheza kama vile wana posho. Wachezaji wa simba wanacheza kama vile wamefungwa mawe. Yani leo kiangalia simba wanacheza pure kabisa, pure pure, performance ovyo kabisa. Angalia mpanzu ambaye anatumainiwa simba leo kiwango chake kilivyokuwa, anazunguka anakosa msaada. Kocha ameanza na Selemani mwalimu kule mbele, poor performance, kocha kamtoa. Sawa, bajabira ameumia, ameingia bajabira. Ameumia si ndio? Akaingia kibu Dennis. Kibu Dennis amekuwa na kiwango kibaya sana, paka kocha akamtoa. Imagine kibu Dennis kutoka, yani kibu Dennis kwa kibu Dennis leo anaingia nafasi ya mtu alafu anatolewa kipindi cha pili <music> Mimi niko vizuri ona kinyonge sana, niko niko fresh unaonaje dakika 90 za mnyama. Unaona kama mnyama kanganganiwa hivi ah. Paka, nasikitika. Yaani kuna wakati nimekaa angali naangalia mechi, akasema hii ni Paka kasima, Simba ninayojua mimi, hii ni Simba ya ligi kuu? Hii ni Simba Kids ama hii ni Simba gani? Nikwambie tu ukweli. Sijawahi kuona Simba mbovu kwenye maisha yangu kama Simba hii ya leo. Sijawahi kuona wachezaji wa Simba wakicheza ovyo kama leo. Ah, Simba wanacheza kama wanadaiwa mishahara, yani kama vile wana madeni. Sawa. Wachezaji wa Simba wanacheza kama vile wanadai hela, mishahara. Wachezaji wa Simba wanacheza kama vile wana posho. Wachezaji wa Simba wanacheza kama vile wamefungwa mawe. Yani leo kiangalia Simba wanacheza pua kabisa. Pua. Poor performance ovyo kabisa. Angalia Mpanzu ambaye anatumainiwa Simba leo, kiwango chake kilivyokuwa, anazunguka anakosa msaada. Kocha ameanza na Selemani Mwalimu kule mbele, poor performance, kocha akamtoa. Sawa, Bajabiri ameumia, ameingia Bajabila ameumia si ndio akaingia Kibudenis. Kibudenis amekuwa na kiwango kibaya sana mpaka kocha akamtoa. Imagine Kibudenis wa kutoka yani, Kibudenis wa Kibudenis hii leo anaingia nafasi ya mtu alafu anatolewa kipindi cha pili. Kwani Simba kazidiwa wapi? Em ki, statistist. Eh, Kiingereza hichi. Kwenye mbinu Simba kazi ka, ka yani, ni kwambia kitu kimoja. Kama Mtibwa Shuga leo angekuwa na wachezaji wenye ubora, wenye ubora yani mchomoe mchomoe wa Yanga angekuwa Mtibwa Shuga ama Mtibwa Shuga angekuwa na Pakomi wao walikuwa wanashinda mechi. Mtibwa Sugar wamewini Simba kuanzia eneo la ulinzi la kwao nyuma wame wameimaliza wame Simba. Simba alikosa namna gani ya kuweza kufungua ile safu ya ulinzi ya Mtibwa Sugar kufunga. Sawa. Mtibwa Sugar alikuwa bora eneo la katikati, ndio maana katikati Simba walipotea. Yusuf Kagoma na Nabi Kamara walipotea katikati. Ubora wa wachezaji wa Mtibwa Sugar nimekwambia, kama Mtibwa Sugar angekuwa na pakome wao leo kwenye yule mchezo, kwa anashinda mechi. Kuna wakati unaona Mtibwa Sugar wanani wametawala kila kitu. Yaani Mtibwa Sugar kuna kuna mtu Mtibwa Sugar akawa anacheza kama vile ni mkubwa kama ni yeye ni Simba alafu Simba ndio Mtibwa Sugar, anazunguka na anaamua, anachofanya, anapiga pasi nyingi, anafungua mabeki, anafanya mapenzi ya zarani. Yani leo Simba amenikera sana, by the way, wanapishana yeah, na sim, Simba Mtibwa Sugar kama Simba, kama kupishana Simba, yani Mtibwa Sugar leo acho kwana kifanya kwanza yeye mwenyewe kuamini kama hii ndio Simba, akuamini kama hii ndio Simba. Tumelewa, hakuwamini kabisa, hivyo na kumbe ndio wako hivi nyepenyepe nyepe mpechempeche wakaanza kupasua, wakaanza kupasua, wakaanza kupasua. Kamba la kwanza amechomoa. Kuna wakati wamefanya mabadiliko Simba katoa mfukoni, kaikuwa mfuko wa nyuma, yaani ukiona mtu anakaa mfuko wa nyuma muogope, hataki umguse. Simba katoa mfuko wa nyuma, mtu wa shuga kawa anapasua na pasua akakosa tu ubora, yaani kuna wakati mtu wa shuga walikuwa bora sana, sema tu walimkosa star boy wao X factor kwa kuweza kufunga katika ule mchezo. Mimi ninakwambia kunakoelekea, kunakoelekea Simba inakwenda kufa. Uh, Mzee Hamida amesema Bajabiri ameumia. Mm. Bajabiri ametoka majeruhi unajua. Ni amesajiliwa mchezaji pancha nini au mimi sielewi. Mbona anaumia? Nini mtu mwenyewe anacheza dakika kidogo au pancha? Nilizungumza nikaonekana o oh, Mzee Hamida Chawa, Mzee Hamida mpende Simba, Mzee Hamida lakini ukweli ule pale umeonekana. Maji na mafuta tuliomi hayawezi kukaa sehemu moja hata siku moja. Maji yatakuwa chini, mafuta yatakuwa juu. Lazima tu. Hayawezi kukaa sehemu moja. Ndicho kimetokea kwa Bajabiri. Simba amemsajili Bajabili akiwa majeruhi Kenya. Baji, Bajabili ameja na timu ya, ya Kenya, hachezi mazoezi na wenzake, anakaa pembeni, anafanya mazoezi ya peke yake akiwa injury. Simba anamchukua, sawa, wanamchukua kwenye kambi ya timu taifa, sawa, wanaenda pre-season. Tunaonyesha tena majeraha yake, amekaa amepona, amerejea, ameguswa tena kwenye goti miezi sita, mnamna hasa haya, dirisha ndo hili hapa, ukae Simba msubi Bajabili? Yani kwa akili zako, Simba hivi sasa ikae msubi Bajabili anavyocheza vile, na dirisha ndo hili? Yani kama ndio Simba wanaakili timamu, ndo muda wa kumnyofua Bajabili, wachane naye kipindi hiki, wawai dirisha dogo. Mi nakwambia hao kina Gwewe wamekuja Simba Kibabage wanajuta, yani unakuja kibabage leo anachekea chooni kwa vile hivyo. Muona Mligo anavyocheza yaani Mligo kuna kazi anaona kabisa, anatamani kutoka Mligo. Oh, Shomari Kapombe oh, hii yaani, kuna wachezaji Simba hawana wa, hadhi ya kucheza sasa hivi washachoka. Muangalie Kapombe anavyocheza. Mimi nataka nikuulize swali moja. Uh, Simba wamemsajili Kibabage wamemwacha Mohamed Hussein Shabalala, hii ikoje? Kwamba una Yanga ndio wamemwacha, yani Kibabage kutoka Yanga kaonekana afanyi kitu, wao wameona wamwache uh, Shabalala, kwamba Shabalala hamna kitu, wamtie Kibabage. Hii kweli ikoje hii? Ndio maana nakwambieje, katika mambo ambayo Simba wamefanya waku wamebeti wametake risk kubwa sana, ni usajili wa Kibabage. Unajua, Kibabage ni mchezaji mzuri by the way, nisimkosee heshima, lakini Kibabage sio replacement sahihi ya Zimbwe ama ya Valentino Noma kwenye ile eneo namba tatu. Wamemchukua Mligo, wakaachana waka na key player wao wawili wenye wenye viwango vikubwa kuliko Mligo, wakaamini Mligo anaweza akapenetrate hapo, lakini tumeona balala, Mligo bado chubli chubli sawa. Wamemchukua Kibabage, Kibabage anaingia kwanza kwenye ile namba, kwa sababu uwezo wa Kibabage tofauti na Mligo kwenye performance, Kibabage uko juu, amemzidi Mligo. Mligo atakuwa ni mtu ambaye anamsikiliza Kibabage. Simba wakamsajili na Abi Kamara, kama beki wakati, lakini na Abi Kamara amekuja Simba ameona kuna nafasi ya kiungo, kiungo cha Simba kibovu. Kwa hiyo sasa hivi na Abi Kamara, ambaye sajili beki, beki wa pembeni amepeleka juu, anacheza yani eneo la kiungo. Beki wa pembeni hamna mtu, ndio maana Simba wako, walikuwa wanamtaka Dia, Dia, Dia Diao sawa Alihilali lakini ndio amekanusha, anasema sina, sitaki kwenda Simba. Yani hata sasa hivi umepata ofa kwenda Simba, huwezi kwenda yani, huwezi kwenda, timu ina stress nyingi. Yani unampata kuku anayeuma mdondo, anakuwa anasinzia hivi, ama uleteje ambaye anajikuna hivi maunga, amemjana anajikuna, anasinzia, yeye anaamka eh, anaamka, ndio Simba. Mimi nishie kuona Yanga mbovu ya bakuli kipindi kile, Yanga paka una, kwa kwenye matangazo kwenye TV changia Yanga. E, e, miamala ikaweka pale ya, ya, ya simu si ndio, changia changia Yanga. Lakini haikuwa mbovu kama hivi Yanga ile ati ya maji ya maji Yanga bakuli haijawahi kufungwa na Simba, Yanga bakuli haijawahi kumeza nafasi ya tatu ya kwenye kwenye msimamo. Yanga bakuli haijawahi ya mbovu ina dinta munchimbi na ikpe na molinga na takataka zote, lakini haijawahi kuwa nafasi ya tatu kwenye ligi, haijawahi kuwa mbovu kesi hichi Yanga ile. Angalia simba hii. Uje kuna uje sikia sehemu Simba wanatangaza Simba mbovu. Ujasikia sehemu Simba anasema hamna hela, sehemu Simba ametangaza kwenye, kwenye, kwenye, kwenye redio kwenye TV, kwamba changia Simba, lakini cheki ilivyokuwa mbovu. Yaani, sasa hivi hata mashabiki wa Simba wenyewe, angalia leo mechi, si tumeiona mbweni kweupe, hakuna watu jezi za Simba sasa hivi. Nilikuwa namsikia hapa e, Morgan anasema kila serikali ya mtaa anapata jezi ya simba kama panya haya soa adhabu mechi tano. Tunaelewa eh? wanakiungo mwingine nani nani tena anadhabu mechi tano na yeye, Chamu alikuwa jukwani pale, Pimpini Kamara ndo huyo naye, tia maji tia maji, bado hajapona. Yakubu Inja anatembelea magongo, umeona balaa hilo. Mimi nikwambie, msimu huu Simba asipojikaza, Simba inakwenda kufa, inakwenda kudedi, yaani back to back, huu mchezo na Mtibwa unajua eh. Akitoka hapo, Simba anakwenda kule experience ya Tunisi Do... kwenye mpira hivi sasa do... imagine... wale, wale wa... wavue magamba wale Mtibwa ndio wafanye experience kwenye huu mchezo w... yeye na yeye wataanza kulia, unakumbuka we, Simba, na pasuka chuma tano watu wakalia mpaka kataje majina ya wazai wao waliopita, ndio itakachotokea. Simba washituke mapema jamani, uongozi wa Simba muda bado, pambaneni Kwani mzima mida shida Simba ni nini? Mbona mzima mida? Kama kuna kitu unakijua hivi unakificha ficha, kama unazungulikia mbuyu hivi, shida nini? Unasikia? Yani ukiangalia, mimi nimekupa mfano, Yanga imekuwa mbovu, ilikuwa inatangaza mpaka kwenye maruninga inatangaza mpaka redio, lakini Simba haijafikia stage hiyo. Wakae wenyewe ndani kwao, kwenye bodi yao, kwenye viongozi wao, wa discuss wenyewe, tatizo alimalize. Mimi nakwambia tatizo la Simba sio kocha wala nini, watafukuza makocha wote duniani mpaka hata hata Mourinho haifundishe Simba haiwezi kutoboa. Hata aje Guardiola haifundishe Simba haiwezi kutoboa. Hata aje Michael Carrick wa Manchester United wa siku ya jana, haifundishe Simba haiwezi kutoboa. Simba tatizo lao wanalijua wenyewe ndani, wanalijua wenyewe wale wale kina Mangungu wale, wakina Magoro wanajua tatizo la Simba ni lipi. Kwa hiyo waka unajua, sasa hivi kitu kingine, kitu kingine ambacho kinachotafuna Simba. Kuna vinyongo kati ya wanachama. Kuna wanachama hamtaki Mangungu, kuna wanachama wanataka tajiri. Yani kuna vinyongo. Na na na alibadili msomo wa mzee wa Mida lakini matokeo yale yale. Ndio maana nakwambia ili vinyongo vyao viishe, wakae ndani wayamalize bila kutomaliza tiliomi. Simba inakwenda kufa. Mimi nakwambia anguko la Simba ni kubwa mno. Kama wasipobadilika. Imagine leo na Mtibwa. Alafu kesho kutwa wanaenda kutana experience ya Tunis. Eti timu mecheza vile. Beku na Mligo unashomeka pombe. Sawa, una, Sa, una ule ame kama bridge yule mwa South Africa Lushen. Mm, anajamini si amna kitu. Alafu Gorino Hussein Abeli. Sawa mzee wa mida tumeona Simba leo ametoka draw but ni matokeo ya kimpira kwangu mimi Simba anajiandaa anaenda kucheza nje na Esperance de Tunis. tumeona usajili wa kimsajili Gueye anaenda kuongeza nini na ukiangalia matokeo ya leo tumeona kuna wachezaji baadhi wana adhabu wana, wana, je wakionganika ambao wenye adhabu wakina wacheza kimataifa na pamoja na Gueye watenda kuongeza kitu gani? kimpira mzee wa mida au bado ndo yale yale Labuse Gueye ni kiungo mshambuliaji, si ndio? Anakwenda pale juu kuchukua nafasi ya a ya ah, aua, sijui nielewa, maana yake aua kasha susa, sijui nielewa, kaona a, si, siwezi kuendelea na matezo kama haya kwao. Anaenda kuchukua nafasi yake, tusubiri tuone. Alikuwa na performance nzuri sana kwenye CHAN by the way ya timu yake ya Senegal, alikuwa na ubora mkubwa sana ile hali ambayo imefanya viongozi wa Simba wamemsajili kupitia ile michuano, amemuona bora wake na alikuwa man of the match. Ndicho ambacho tunakisubiri sisi tukiona kwenye timu ya Simba. Kama asipoingia kwenye mfumo wa kocha Steve Baka, tutamzungumza naye pia amefeli. Lakini kwa performance ya Chani, jinsi ambavyo amecheza na sasa hivi Simba wamemchukua, tusubiri tuone kwa kibabaga. Sina discussion, tushazungumzia ya performance yake si ndio? Kwa kwagwee tusubiri tuone atakapokuwa Simba. Je, ataweza kucheza na akina Mpanzu? Ataweza kucheza na akina Mkwala? Ataweza kucheza na akina Mtale? Eh, kuna wakati, ah mambo ule Mtale, kuna wakati paka. Sasa hivi Mtale analeva kucheza Simba. Mimi Mzuamida nianze nianze timu yangu Mzuamida FC, Mtale akaya hata sababu akatetemeka ndani atetemeka. Mtale wa watu eh, wakati... <laughs> ah, ah! paka Simba yani, unaangalia Simba paka unacheka, yani paka watamani kulia yani. Simba inasikitisha, ndugu yangu. Mtale anadondoka mwenyewe na mpira <laughs>

unaangalia hivi hivi simba inachezaje? Yani simba wachezaji wamekuwa wazito kama wamefungwa mawe, simba kilo zimeongezeka, simba wana stress, simba wana madeni, simba walipi posho, simba abadi mishahara. Simba unaangalia hivi, ndo kucheza simba kweli? Jamani, hii ndo Simba, huu ndo kibidoni sisi tunamjua sisi? Jamani, huu ndo mpanzu mwenyewe, yuko pale simba kwa sababu tu ya jina lake, lakini kiwango kimeshuka. by the way, yani simba imekufa, ime, ime, ime kuanzia golini mpaka mshambuliaji wa mwisho, hasa wewe leo hii simba ukana mkwala mpaka sasa hivi dirisha hili dogo Simba kukana Mkwala ambaye anatoka kibu Denis, anaingia Mkwala akaamua matokeo kwenye mchezo, na kati wale Mtibwa wale wale wale wale wale wale wale wale wale wale wale wale wale wale wale wale wale wale wale wale wale wale wale wale wale wale wale wale wale wale wale wale wale wale wale walibaki wanne wote na roho mbaya, wote na roho mbaya, viungo wao wote walikuwa noma sana. Mimi nikwambie tu kitu kimoja, Simba muda wanao wabadilike, bila kutobadilika wanakwenda kufa na washukuru, dabi imepelekwa mbele. Yule Bakoma akiona akiona dabi kama akachanganyikiwa. Yule Max akiona dabi kama akachanganyikiwa. Yule Dukabu akiona dabi kama akachanganyikiwa. Naao nakutaje tu baadhi. Bado kuna vyuma vilivyoingia, Amzize Kapona na Amzize Kapona huyo udepu Mass anapiga hapa apa na Kibaigwa. Aya, kipo kipo, Useni Abeli alafu Yanga amemeta mtu zebufalo Masalanga hapa anarusha anarusha kama kona. Aya ndo Simba hii mpeche mpeche mpeche. Masalanga ndanaanzisha kaunta siwalete baibai bye bye, bye, bye, mm -hmm. Na mi nsk, kumbe unawajua wachezaji wengine <laughs> ndio maana nakwambia simba wakae chini wamalize tofauti yao. Simba mimi binafsi naumia, yaani naumia sana by the way, kwa sababu tunatamani tuone ubora wa simba ile ambao tunaifahamu sisi, leo hii unaiona sasa. Ukirejesha na simba miaka minne nyuma, timu mbili tofauti Tajiri Mo ajitafakari jitaf, mwenyekiti wa bodi ya ya ya ya, mkurugenzi ajitafakari, mwenyekiti wa wanachama ajitafakari. Mimi nakwambia utasikia vicheko vingi sana na content nyingi sana kwa Simba leo wakilumbana kuhusu Simba hii, niko hapo. Watu wanasema viongozi wana afya akili, wengine wanachokiachoni na nini cha kuambia mashabiki wa Simba kwa kumalizia, wakakamatana, wasije wakakamatana. Hatumtaki Mangungu, maana ikishinda mwona e Simba akifunga unasikia baiza mangungu, simba akifungwa unasikia mangungu. Hatumtaki mangungu, hatumtaki sijui. Naelewa mangungu, alimchagua wenyewe walimpigia wenyewe kura kwenye mkutano mkuu, wakae wayamalize. Mimi ninachokwambia, unaona Yanga Afrika ziko bora hivi, kwa sababu ya akili ya injinia Hersi Said amejaribu kuweka mambo hivi sawa. Unayaona, hata kama Yanga wana mapungufu yao, hayatoki nje, anaishia humo humo ndani. Ukiona wewe kwenye familia yako unatoa siri za mke wako, ujue una matatizo Yani ukiona baba unatoa siri za mkeo nje, au mke anatoa siri za mkeo nje, mke ndo na matatizo. Familia njema, mnamaliza ndani, hata mtoto ajui kama loz amegombana, kumbe mmenuniana wiki nzima, upewe huyu nyumba, mtoto ajui. Ndicho Simba mimi natakiwa kuwa nacho, sio Simba naweka kidogo, mnaanza kulombana mpaka tunajua. Haitakiwi hivyo. Leo hii Simba wenyewe kwa wenyewe anagombana. Simba wanacharulana wenyewe kwa wenyewe. Mzamida, cha mwisho acha kuibia kidogo. Mmemwona Manula anaonekana kashazeeka akiwa Simba na amna kitu, lakini unamwonaje wa Manula ngoo ndo ungekuwa Manula unalisema kufanya nini? Kuteseka, walimsema Manula wa watu, walimvesha gunia la chawa, Manula wa watu, gunia la mavi walimvesha, walimsema mabaya, ndo katufungisha yeye na Inonga. Aaa, Simba Inonga acheze Shukrani.